Pia mazungumzo yanaendelea baina ya vyama viwili vikuu vya Zanzibar yanayohusu mustakabali wa hali ya kisiasa visiwani humo. Hali ya usiri baina ya pande mbili hizo imeendelea licha ya wananchi visiwani humo kuwa na shauku kubwa ya kujua kinachoendelea kutoka kwa viongozi hao. Mwanahabari wetu Yakub Talib ametuandalia ya taarifa ifuatayo. kwamba makubaliano yao viongozi wetu ni kwamba ikifika wakati wa kutoa taarifa, taarifa hiyo itatolewa kwa pamoja. Yani hakuna upande mmoja utakaotoa, watatoka kwa pamoja, na ndio desturi za mazungumzo duniani. Na kama mlipeleleza, uh, Dr. Shane alipotoka uh, katika mazungumzo yake na Rais uh, Magufuli Dar es Salaam, alipozungumza na waandishi wa habari alisema hivyo kwamba mazungumzo yako kwa katika hatua za mwisho, na kwamba taarifa yake ikiwa tayari itatolewa kwa wananchi kwa pamoja. Sasa hiyo ndo msimamo wa mazungumzo. Sasa nachosema mengine yote haya yanaanzishwa na Chama cha Mapinduzi na hichi kikundi kilichosema ambacho kinataka kubaki madarakani kwa nguvu zote ili kuhujumu mazungumzo yale. Sisi kama chama makini lazima tuweke sawa. Kwa hivyo, mabishano haya hayajahusu mazungumzo, kwa sababu mazungumzo, kama nimesema, hayajatolewa taarifa rasmi na wanahusika wenyewe. Lini hasa inategemea kutolewa taarifa rasmi, hilo siwezi kukwambia, kwa sababu kama nilivyosema mwanzo, mimi si msemaji wao wenyewe wamekubaliana kwamba wenyewe wakiwa tayari watazungumza nami. Nadhani kwamba ikifika iki, iki wakati Dkt. Shein na Maalim Seif, kwa sababu wao ndio wahusika wakuu wa mazungumzo. Hawa wengine wamealikwa tu kwenda kusaidia mawazo na fikra, lakini wahusika wakuu ni waliokuwa wagombea urais wawili, mgombea kutoka chama cha mapinduzi Dkt. Ali Mohamed Shein na mgombea kutoka chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Hamad. Kwa hivyo nadhani wao wakifika pale watatoa, lakini nachokijua kutoka na taarifa ambazo tunaelezwa sisi, lakini pia kwa kauli zile ambazo wamezizungumza. Rais Magufuli wa baada ya mazungumzo yake na Maalim Seif alizungumza, Maalim Seif mwenyewe alizungumza siku ile, na Dr. Shein wiki iliyopita pia alipokuwa amezungumza kwamba mazungumzo haya yako katika hatua za mwisho, karibuni itamalizika ita na taarifa itaelezwa itaelezwa kwa na